Bwana Yesu asifiwe, ndugu mpenzi mtazamaji ambaye unatufuatilia kila kuitwapo, leo kwa ajili ya kujifunza neno la Kristo na neno ambalo linatujenga sisi watu wa Kristo, au wewe ambaye hujapata kumjua Yesu Kristo ila unatamani kujua ni nini ambayo ipo ndani ya neno la Kristo, zidi kutufuatilia katika video zingine ambazo tunajifunza kila kitoko leo jinsi ya kutembea katika misingi na hekima ya kimungu. Na somo ambalo Mungu ametupa siku hii ya leo linabebwa na kichwa kisemacho, kwa nini Mungu anauliza swali ikiwa anatambua ukweli? Kwa nini Mungu anauliza swali ikiwa anatambua ukweli? Ukisoma katika Biblia yako ndugu mpenzi mtazamaji, unapata kutambua kwamba Mungu huwa anatangaza mwisho tangu mwanzoni, kama ilivyoandikwa Mungu anatangaza mwisho tangu mwanzoni. Kwa hiyo una maana anapokuja na kukuuliza swali, huwa anafahamu utakalomjibu na anafahamu matokeo na hatua utakayochukua. Kwa hiyo anajua mwisho itaendaje. Kwa anapokuja kuuliza swali, aji kuuliza kama vile ni afahamu, bali anauliza akijua kwamba kuna kitu ambacho kipo ndani ya swali ambalo anakuuliza. Kwa hiyo nawe lazima ujijengee kufahamu ni nini siri ya swali fulani, ni nini siri ya hili swali Mungu aliyonipa. Kwa mfano, unaweza ukawa unajiuliza ni kwa nini ninapita katika situation hii ya maisha, ni kwa nini kila siku nipo hatua hii hii, amna mabadiliko yoyote, hiyo unauhakika kwamba kuna namna Mungu anakusemesha, na anakusemesha kwa njia ya maswali. Ukisoma katika Mathayo utaona wanafunzi walimuuliza, kwa nini Yesu wewe huzungumza kwa mifano walimuuliza kwa nini wewe huzungumza kwa mifano. Kwa hiyo ukitazama, huwa ni kawaida ya Mungu kuzungumza katika njia ya mafumbo kama Yesu alivyokuwa anazungumza kwa njia ya mafumbo, naye Mungu ndivyo hivyo hivyo huzungumza kwa njia ya mafumbo. Kwa hiyo lazima utambue, anapokuja kuuliza swali, usije ukakurupuka kujibu, kwa sababu unalojibu, una fikiria ni jambo lipi ambalo Mungu ameliweka katikati ya hilo swali aliloniuliza, ni lengo lipi ambalo Mungu amelifanya katika hilo swali. Ukisoma katika Mithali tisa mstari wa kwanza mpaka wa tatu, hekima ameandaa karamu na amekwenda kupanda juu ya ya mji, sehemu ya juu ya mji akiita wenye ujinga waje wapate chakula wenye hiki wenye wenye mapungufu waje wapate maarifa lengo ni kwamba nini kuna siri katika kuingia ndani ya lengo la Mungu kuuliza swali Mungu hajakosea alipokuuliza swali Mungu si kwamba afahamu Mungu si kwamba ajui ila anafahamu ila anachokifanya anakuja kwa njia ya mafumbo kwa sababu hii ni kawaida ya Mungu kuzungumza kwa njia ya mafumbo kuzungumza kwa njia ya, ya maswali kuzungumza kwa njia mifano. Tulimwona Yesu naye alikuwa akizungumza kwa njia ya mifano. Na sehemu kubwa ya Biblia Mungu alikuwa akizungumza na watu kwa maswali. Kwa nini? anazaa fumbo ambalo linakuhitaji huo unafahamu, linakuhitaji ukae ndani ya Kristo upate jibu. Na ndio maana wasomaji wengi wa Biblia huwa tunasema kwamba bibilia ni ngumu kuielewa kama hujaongozwa na Roho Mtakatifu. Na ndivyo hivyo ilivyo, kwa sababu pasina kuongozwa na Roho Mtakatifu huwezi kuelewa mafumbo yaliyopo ndani ya bibilia. Kwa lazima ufahamu kwamba Mungu anapozungumza, si kwamba anazungumza akiwa amekosea, si kwamba anazungumza akiwa fahamu, bali anafahamu fika. Kwa hiyo anachokuja kwako, anakuja kwa njia ya maswali kukuuliza, ili kufungua jambo kwao. Anapokuja kwako, lazima utege, utege sikio, ufahamu ni lengo lipi ambalo Mungu analo kuniuliza swali ni lengo lipi ambalo Mungu analo kunisemesha namna hii? Kwa nini ninapata swali la design hii? Kuna mwingine unaweza ukajiuliza, kwa nini kila siku ninapitia situation hii ya maisha? Kwa nini hamna mabadiliko? Kwa nini hamna faida ninayoipata? Lazima urepenti, rudi, kaa na Yesu Kristo, muulize ni wapi nimekosea, ni wapi ninahitaji kutengeneza. Kwa hiyo lazima ujiulize, kwa nini haya maswali yalikuwa mengi kwangu, na ni namna ambavyo Mungu anazungumza na watu wengi huwa watufahamu kwa sababu jinsi Mungu anavyozungumza. Na ndio maana tunashindwa kuenda kuhu, sawasawa na mapenzi ya Mungu. Tunashindwa kutembea sawasawa na Mungu anavyohitaji. Tunashindwa kufanya sawa sawa na Mungu anavyo, anavyo, alivyokuwa anataka kuwakiza kwa sababu tunakuwa na kila mmoja na mitazamo yake. Mungu amekuuliza akiwa na mtazamo A, wewe una, unafikiria hapo unakuja na mtazamo B, kwa lazima wewe utaenda kinyume tu na jinsi Mungu alivyokuwa amepanga. Ndio maana anasema mapenzi yako yaje kama yafanyikavyo Mungu. Kwa nini anasema mapenzi yako aje? Kwa sababu, kuna lengo ambalo Mungu ulikuwa umenitarget, kuna lengo ambalo Mungu ulikuwa umenitazamia, ndio maana ukaja ukauliza. Kwa hiyo, haujakosea kuuliza, bali kuna kitu lichokilenga ukiuliza, sema mimi sijaelewa, nikaenda kinyume na jinsi ulivyokuwa unataka nielewe. Kwa hiyo sasa, siku ya leo utapata kujifunza ni kwa nini Mungu anauliza maswali ikiwa anafahamu ukweli. Somo hili lina lengo moja tu, kukusaidia kutambua ni nini lengo hasa ambalo Mungu anakuuliza juu yako, kutambua ni lipi, kutambua ni lini lengo hasa ambalo Mungu anakuuliza juu yako. Hilo ndilo lengo la somo hili. Mstari unaotongoza katika somo hili kinatoka katika Yohana 21:15 mpaka 17, ila mstari wetu sana sana, utakwenda katika somo letu litakwenda katika mstari wa 17, ambako anasema, akamwambia mara ya tatu Simeoni Petro, wanipenda? Wanipenda? ukienda kusoma mistari ya mbele utaona jinsi Petro alivyokuwa anahuzunika, lakini sisi tumepewa hichi kipande kwamba tumeona kwamba Yesu aliuliza swali na yeye Petro alivyojibu, akamwambia Yesu, wewe wajua fika ninakupenda wewe. Yesu wajua fika ninakupenda kupenda. Kwa hiyo yeye Petro alikuwa anafahamu kabisa, Yesu anafahamu kwamba anampenda. Kwa hiyo na yeye Yesu alikuwa anajua kabisa huyu mtu ananipenda, lakini bado aliuliza mpaka mara ya kwanza na mara ya pili na mara ya tatu. Kwa nini alikuwa anauliza? Kuna lengo ambalo Yesu alikuwa anataka kuli, kuliweka ndani ya Petro. Kuna kitu ambacho Yesu alikuwa ananitargeti ndani ya Petro, na isingewezekana pasina kumuuliza na singewezekana pasina kumpa nafasi Petro ajitafakari, na anampaji jinsi ya kujitafakari, lazima ampe swali. Wakati anafikiria hilo swali, na anapata jibu, na anaipata kujitafakari kupitia ndani ya hilo swali. Kwa hata ndivyo hivyo, naye Mungu ndivyo anavyosema, anatufunulia jambo kwa njia ya maswali, kwa njia ya mifano, kwa njia ya mafumbo ili tuweze kutafakari kwa kina. Hauwezi ukapata kuelewa kama ujakaa kutafakari, na uwezi ukatafakari kitu ambacho umefunguliwa. Lazima tu utaona, haa, kumbe. Hauwezi kujaji kitu ambacho umepewa fakti A, B, C, D. Lazima upewe kitu ambacho ni fumbo. Naye ndivyo Mungu anavyosema, akupe nafasi ya kuokea fumbo ili ukae urudi, utulie, utengeneze, ili ukae urudi ufikirie, ili upate kuelewa. Hauwezi ukaingia kwenye chumba cha mtihani kama hujaelewa swali, lazima upate maana ya swali linahitaji ni nini, na ili upate maana ya swali linahitaji ni nini, lazima ukae ufikirie. Navyo ndivyo Mungu ndivyo anavyosema pamoja nasi, anatuachia mlango wa kufikiria, anatuachia mlango wa kutafakari ili tuweze kutembea katika yale misingi ambayo alikuwa anaisema, ili tuweze kutembea katika yale misingi ambayo alikuwa anatazamia. Kwa hata hivyo, na sisi Mungu anamuuliza, anatuuliza, anatuuliza je, wanipenda neno hili. Si kwamba Mungu alikuwa ajui kwamba tunampenda. Hakuna mwanadamu ambaye utamuuliza unampenda Mungu akasema hapana. Sote tutasema ndiyo, nakupenda, ndiyo nakupenda ndio nakupenda. Hakuna ambaye atasema ninamchukia Mungu, wote tutajibu ndio nakupenda. Lakini kwa nini bado Mungu anauliza, je wanipenda? Kwa sababu kuna jambo lingine ambalo analitazamia. Lazima uende katika ule upana ambao Mungu anao, lazima uende katika ile mitazamo ambayo Mungu anayo, lazima utafakari kama Mungu anavyotafakari, lazima utazame kama Mungu anavyotazama, na uwezi kutazama Pasina kukaa ndani ya neno ukajua lengo la Mungu kuuliza swali. Mungu hajawahi kuuliza jambo kwa bahati mbaya huyu, unaelewa hili. Mungu hajawahi kukosea kwamba amekuona umesimama mahali, alafu akakuuliza unafanya nini hapa na amekuona umesimama. Si kwamba amekuona umesimama akajua labda ajui unachokitaka kukifanya, anafahamu fika. Kwa hiyo lazima utambue ni kipi ambacho Mungu anakilenga jambo ambalo Mungu ametupa vitu vichache ambavyo tutakwenda kuvitazama. Sisemi kwamba hivi ndivyo vya muhimu, yapo mengi, lakini kwa haya ambayo Mungu ametupa kusema, tutapata kujifunza nayo, si yatakuwa yakituongoza katika sehemu zingine na zingine, na kutufunulia zaidi, tupate kuelewa. Kwa haya ambayo ninasema, si kwamba ndio ya muhimu kupita hayo mengine ambayo hatutaweza kusema katika somo hili, ila utambue tu ni mwanzo wa kukujenga kwa uweze kufika katika jinsi Mungu anavyofikiria. Tukianza jambo la kwanza, kwa nini Mungu anauliza swali ikiwa anajua kweli? Jambo la kwanza inasema kufunua moyo wa toba, kufunua moyo wa toba. Mungu anasema anapouliza swali, yeye huwa alengi chochote. Hakulenga Petro alipoulizwa swali lile na Yesu, hakulengewa kwamba kusema kwamba ninakupenda athibitishe kwamba ninakupenda, bali alifunguliwa moyo wa toba. Namna gani Yesu alifunguliwa Petro? Alifunguliwa moyo wa toba na Yesu kupitia swali. Tunaanza na mfano wa mtu wa kwanza ambaye ni Petro. Ukisoma katika Yohana ishirini na moja mstari wa kumi na saba, akamwambia mara ya tatu, Simeon wa Yohana, wanipenda Biblia ukisoma mistari ya mbele anakuambia Petro akaona uzuni, Petro akaona uzuni kwa sababu aliitu aliulizwa kwa mara ya tatu. Petro akaona uzuni kwa sababu aliulizwa kwa mara ya tatu. Ukienda katika Biblia yako anakuambia na uzuni ya Kristo uzaa toba iletayo wokovu. Kwa hiyo kule kuona uzuni kuliingia kwenye tafakari njia zake, kuliingia kwenye kutafakari ni njia, njia gani nimetembea ikamfanya Yesu Kristo awazi A, ashtuki juu yangu. Ukitazama Petro alikuwa ameshaanza kukata tamaa na huduma, na ndio maana Yesu alipofariki Petro akasema mimi ninarudi ziwani, kwao akiamini kwamba kazi ya injili ambayo alikuwa ameanza ndiyo imeishia hapo. Hakutaka kuendelea na injili kwa sababu aliona Yesu Kristo hayupo. Kwao akaona kwamba ile kazi nilikuwa nimeanzishiwa mwanzo haifai kuenenda nayo tena. Kwao akaona bora iishie hapa hapa, naye akaamua kurudi. Alikata tamaa na huduma, alikata tamaa na endelea na huduma ambayo Yesu Kristo amempa. Alikata na tamaa ya kufanya huduma ambayo Yesu Kristo alimwitia. Kwa nini? Kwa sababu hakuona kwamba Yesu Kristo bado anaishi. Hakuona Yesu Kristo bado anaishi, kwa hiyo akawa amemkana Yesu pasina yeye kujua, pasina yeye kujua. Alilisahau lile neno la Kristo ambalo alimwambia, nimekuita nawe kuanzia leo utakuwa mvuvi wa watu, hautakuwa tena mvuvi wa samaki. Alilisahau lile neno, akalikana, akaliaga lile neno likasababisha yeye na Yesu kufarakana, na njia pekee ambayo Mungu aliweza kumrudisha Petro ni kwa njia ya toba, na asingeweza kumnyoshia toba pasina kumpa nafasi ya kujitafakari. Ndio maana akamwingizia toba kwa njia ya swali Petro pale pale pale alipoona huzuni, pale pale Mungu alikuwa anafanya toba, pale pale Mungu alikuwa anauisha ndani yake ili kuona huzuni, kwamba ni kwa nini hiki kimetokea, kwa nini nini niulizo mara ya tatu niko pale pale Yesu alipokuwa anapitisha sha moyo wa toba. Ukisoma katika Biblia inasema zaidi kwamba huzuni ya Kristo inaleta toba ambayo linaleta wokovu. Kwa kama hamna huzuni ya Kristo, ina maana hakuna toba. Kama hakuna kujutia jambo lilolifanya, hakuna toba inaweza ikafanyika. Kama hujaweza kutafakari jinsi gani unaenenda, hauwezi kupata toba ambayo itakurudi, kama hujaweza kugundua kwamba nimekosea na ukagundua kwamba hichi kitu kinanila ndani na ni makosa na ukapata ule huzuni ambayo Yesu Kristo alitaka uipate. Lazima ufahamu kwamba hutaweza kufanya toba pasina huzuni ya Kristo kuingia ndani, kuambia kwamba umekosea. Kwa hiyo hata na Petro, naye huzuni ilipoingia ndani, ndipo ilipowezekana yeye kufanyika toba. Kwa hiyo Mungu alipomuuliza vile, au Yesu alipomuuliza vile, aliuliza alifungua moyo wa toba ndani ya na Petro, alipouliza vile, alifungua moyo wa kutafuta Petro kuomba msamaha. Petro alibidi aombe msamaha kwa huzuni, akasema wewe Yesu Kristo wajua kwamba ninakupenda, na unajua zaidi kwamba ninakupenda, na unajua kwamba mimi ninakupenda, na aliongea katika huzuni kuu ambayo ilidhihirisha kwamba huyu mtu anajutia alichokitenda, huyu mtu anataka kutengeneza na Yesu Kristo, huyu mtu anataka kuambatana na Yesu Kristo. Sasa ni lazima na wewe uwe makini kwamba Mungu anaweza akakuuliza swali kama hili Alafu usielewe. Kuna watu huwa tunaulizwa wameokoka, tunaongea kwa, kwa sababu nina uwezo wa kuongea, tunajibwazi kwa sababu ninaweza, unasema ndio nimeokoka, lakini hujachunguza ni kwa nini hilo swali limekuja kwako. Wapo watu elfu moja kanisani, kwa nini umeulizwa we peke yako? Kwa nini, kwa nini umetagitiwa we? Kwa nini umekuwa mfano kati ya watu elfu moja umeulizwa we? Lazima umuulize Mungu kwa nini nimeulizwa swali. Si kwamba umeulizwa kwa sababu ni fani, si kwamba umeulizwa kwa sababu ya utambulisho. Kuna kitu ambacho Mungu amelenga, kama si toba. Kuna mambo mengi ambayo Mungu anaingiza kupitia hilo swali, inakuleta kujitafakari, inakufanya wewe ujirudi kupitia njia ya toba. Kwayo lazima utambue sasa, kuna madhara ya kutokutambua utambua kwa nini Mungu ameuliza swali. Tunaanza na mfano wa kwanza. Huu ni mfano wa Adam ambaye hakuweza kutambua lengo la Mungu kuuliza swali. Hakuweza kutambua lengo la Mungu, kwa nini Mungu anauliza, kwa hiyo akaamua kujibu tu pasina kuelewa kwa nini Mungu ameuliza swali. Mwanzo tatu kumi na moja anasema Mungu alimuuliza Adam, Je, umekula tunda la mti niliokuamuru usile?" ni umekula tunda la mti liliokuamuru usije. Mwanzo, Adamu hakuelewa kwamba kula tunda ni makosa, bali alijua tu maagizo haya ni kama maagizo mengine kwamba waambie, wa wape wanyama hawa majini kama maagizo tu ya hawa mpe huyu mke jina, kama maagizo tu yalivyokuwa mengine kwamba utalima bustani hii. Hakuelewa maana ya kuambiwa kwamba usile wauti kwa, na hakuelewa kwamba amekosea kwa, alitembea kama vile ni mtu ambaye yupo sahihi kufanya. Alijishtukia kwamba nipo uchi, lakini hakujishtukia kwamba nimekosea, ninahitaji kuomba kwa msamaha kwao. Alipoulizwa pasina kujua yeye, akakimbilia kulaumu Kumbe Mungu alikuwa anafungua mlango wa Adamu kutafuta toba, ila yeye kwa kutokana kutokuelewa jinsi Mungu anavyozungumza, yeye moja kwa moja akaelekea kujitetea, huyu mwanamke ulienipa ndiye amenipa. Kwa hiyo sasa ikawa Mungu alitaka kuona moyo wa toba ndani ya, ya, ya Adam, ila hakuweza kuona moyo wa toba ndani ya Adam, bali aliona manunguniko, bali aliona masimango, bali aliona makasiriko, bali aliona complainment ya kutosha. Kwa hiyo ikamsababisha Mungu kuona ghadhabu zaidi. Na hata pia alivyoenda kwa Eva, naye hakutaka kuomba toba, bali naye aliingiza tena manunguniko. Kwa hiyo hakuna aliyeelewa lengo la Mungu kuuliza swali, hakuna aliyeelewa nia ya Mungu kuuliza swali, wote wakabaki kutupiana mpira, ni huyu ni huyu ni huyu ni huyu. Hakuna aliyetaka kukaa na kutengeneza, wote walikuwa wakitupiana kwamba sio mimi nimetaka, sio mimi nimefanya, ni huyu katenda, ni huyu katenda. Kwa hiyo laiti wangelielewa kwamba hivi leo kwamba nimekosea, na Mungu ananiuliza hivyo, ni kwamba ananitaka nimwombe Mungu, kweli nimekula tunda, ninaomba unisamehe, pasinge kuwepo na mtu ambaye angeishi nje ya bustani ya Eden. Kwa kule kutokana na ku, na kukosea kwa Adam na kutokutambua, kwa nini Mungu ameuliza swali? Anataka kuona msamaha, lakini wao hawakutaka kuona. Ukijaribu kusoma katika hiyo mstari utaona kabisa mpaka wanafukuzwa kwenye bustani ya Eden, hakuna neno ambalo, hakuna hata mmoja aliyesema kwamba tunaomba utus

mpaka kizazi kilipopata kizazi ndipo kilipokuja kuanza kutafuta namna ya kutengeneza na Mungu, ila wao wenyewe hawakuelewa swali la Mungu. Je, umekula matunda ya mti ndio kwa Mungu usile? neno lilikuwa ni moja tu, ninaomba unisamehe, na unajua kabisa kweli nilikosea, ila si kwa mapenzi yangu, nimekosa kwa kudanganywa, ninaomba unisamehe, ninaomba urekebishi unisame. nami kwa lazima na wewe mwanadamu lazima uelewe Mungu anasema nini. Mungu anasema ni. Mungu anasema uelewe nini, Mungu anataka ufahamu nini. Mtu mwingine ambaye aliulizwa swali naye hakuelewa, ukisoma katika Mwanzo nne sita unamwona Kaini, Mungu anamuuliza uh, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunja? Mwana Kaini hakutambua kwa nini swali hili lipo, naye hakujibu ili swali, alikaa kimya, ba ile zabu ikaendelea kumla ndani hakutaka kuruhusu. Kwanini Mungu ameuliza kwa nini nina ghadhabu? Hakuelewa kwamba Mungu anatafuta kumfungulia moyo wa toba. Ule moyo wa toba utamfungulia yeye kuepukana na roho ambayo inataka kum, kumtendea ndugu yake ubaya, itamfanya yeye kuikimbia na kuishinda dhambi. Ndio maana Mungu anamwambia una, mbona una ghadhabu? ukiweza kuishinda hiyo ghadhabu kwa kuomba toba mbele zangu, kwamba Mungu nilitoa sadaka sikutenda sawasawa na una taka ndio maana nimekosea. Mungu alimwambia, laiti ungetenda mema ungepata kibali. Na sasa Kaini yeye ya kuelewa, ndio maana alitembea kama vile yupo sahihi, kumbe hayupo sahihi, naye akuelewa Mungu anasema nini. Ndio maana alipokuja kutenda alikuja kugundua, kumbe nimekosea, amegundua nimekosea baada ya kuona kwamba ndugu yake amekwisha fariki naye amekwisha paliwa ghadhabu na Mungu. Ndio maana alikuja kugundua, lakini lakinirit alilitambua mwanzo Mungu ananifungulia ili ili niombe toba nitafute kutenda mema nipate kibali mbele zake yeye, hakuweza kutambua hivi. Ndio maana alitenda sana sana alivyotenda, kumbe Mungu alikuwa anamuuliza, ila yeye kaeni hakuweza kuelewa. Kwa hiyo hata na wewe mtumishi wa Mungu lazima ujifunze kuelewa Mungu anapouliza swali kuna lengo la toba ambalo anafungua ndani yako. Kuna lengo la toba ambalo anafungua ndani yako. Kuna nia anataka kuifungua ya wewe kutafuta kuomba msamaha, anakutofungulia mlango wa wewe kutafuta kurekebisha na Mungu, anafungulia mlango wa wewe kutaka kurekebisha na Mungu. Kwa hiyo ni namna pekee ya na kuweza kukaa na kuelewa swali la Mungu linasema nini. Mithali anasema ajibuye swali pasina kusikia, huyo ni mwana mpumbavu sikio uelewe, swali Mungu analokuuliza anamaanisha nini? Anamaanisha nini? Ukiweza kuelewa Mungu anamaanisha nini, uwe na uhakika, utaweza kutembea sawa sawa na lile lengo ambalo anataka. Utaweza kupata kile kitu ambacho alikuwa anataka ukipate, naye Mungu atakufungulia, kwa sababu umetega kuelewa lengo la Mungu.